Tuanze simulizi. Simulizi hii ni ya kusisimua ambayo inaozonyesha, na pia kuna mambo mengine yanapasa mtu kujifunza kwa kupitia simulizi za sauti. Ukiwa nami na msimuliaji wako Kelvin, tuanze na mkasa huu, ikiwa ni sehemu ya kwanza, niache nilie, nikiwa na msimuliaji wako mimi Kelvin. Na mtu nianza hivi hii stori, bwana msikilizaji, ni Esther. Na kiliza kisa kilichomkuta katika hii dunia. Tunaanza simulizi yetu. Mpenzi msomaji, kabla sijaanza kwa kusimulia kisa cha kusikitisha kilichotokea katika maisha yangu, napenda kukuambia kuwa dunia ina mambo mengi mabaya na mazuri ambayo nilipokuwa mdogo sikuweza kufikiri kuwa kama yapo. Anasema na hivyo kwa sababu nilikuwa nasoma na kusikia habari za watu waliokumbwa na mikasa ya kutisha, lakini sikudhani kama siku moja nami ningepatwa na masaibu hayo. Kabla sija kusimulia mkasa ulionikuta, napenda kueleza historia fupi ya maisha yangu, kisha ungane nami katika kisa cha kuhuzunisha. Kwa majina naitwa Emiliana Ernest, nizaliwa mwaka 1990 familia yetu, mimi ni mtoto wa pekee sana kwa wazazi wangu. Kwa mujibu wa mama, awali maisha yetu yalikuwepo amani na upendo, kwani baba walikuwa wananipenda na kunilea kwa upendo wa dhati. Kama ilivyofahamika, hususani watu wanandoa, hauwezi kuishi bila kutana na vikwazo. Mama ana, alisema yeye ambaye baba sikimfahamu waliingia kwenye mgogoro ambao uliosababisha watengane ambapo kila mmoja alikwenda kuishi kivyake. Mama yangu aliyekuwa mjasiria ya mali naye alienda aliendelea kufanya biashara zake, na baba aliyekuwa akifanya kazi ya umanikanika naye aliendelea na kazi yake. Wakati mama anaendelea na maisha yake, pia naye mama akaolewa na mwanaume mwingine na baba naye alioa hivyo. Kwa upande wa mama nina ndugu wanne, na kwa upande wa baba na ndugu watatu na mimi wanne baba baba na mama. Baada ya kutengana kwa wazazi wangu, nilienda kuishi kwa bibi yangu mzaa mama, Masa Wawaya, huko Chuya, huko Lungwe mkoani Mbea. Niliishi na bibi yangu mpaka alipoamua kurudi Moshi, katika kijiji cha Hulu alikozaliwa. Bibi alinipa mapenzi ya dhati ya hali ya juu, wasilihusema ng'ombe wa maskini hazai, na hata kama akizaa, basi huzaa dume. Wakati huo nikimtegemea bibi kwa kila kitu. Kwa bahati mbaya, bibi aligua na kupoteza maisha. Kifo cha bibi kilikuwa pigo sana kwangu, na kwani alifariki na kuniacha nikiwa binti wa miaka midogo, mdogo sana nikiwa na umri wa miaka tisa. Hakika nilipata pigo ambalo sitaweza kulisahau mpaka nitakapoondoka hapa duniani. Kufuatana na kifo cha bibi, sikuwa na jinsi ila nilikubaliana na hali halisi, kwani baada ya kumzika bibi yangu, na tangu hapo maisha yangu akaanza kuwa magumu, kwani nilianza kuishi mikononi mwa watu ambao sikuwa nimewazoea. Baada ya muda nilienda kuishi kwa babu yangu ambaye ni kaka yake marehemu bibi yangu aliyekuwa akiishi katika kijiji cha Huru Kitando. Kutokana na kumzoea sana marehemu bibi, ilinchukua muda mrefu kuyazoea mazingira mengine. Hata hivyo, kule nyumbani kwa babu sikupungukiwa na kitu chochote. Nilikula na kununuliwa nguo na mahitaji mengine. Maisha yalikuwa yamekwenda kama kawaida. Baada ya kukaa kwa babu kwa muda, wazazi wangu walinifuata ambapo tulikaa kikao cha pamoja katika kikao hicho, babu alikuwa ni mzungumzaji mkuu na kuniambia na kuniita, huku akisema, Emiliana hawa ni wazazi wako, huyu ni baba yako na huyu ni mama yako. Basi siku hiyo nilikuwa na furaha sana kukutana na wazazi wangu ambao walitengana nikiwa mdogo sana. Hata hivyo, nao waliifai kuniona. Babu alipotoa kauli hiyo, aliniambia kwamba wazazi wangu waliachana nikiwa mdogo sana, kwa hiyo sikumfahamu baba yangu. Ndipo alikuwa amenitambulisha kwake. Baada ya kunitambulisha, akasema Emiliana